Nimeona wananchi wameweka nguvu kazi zao. Kaambieni ofisi ya mkuu wa wilaya lakini pia ofisi ya mkurugenzi, tunawashukuru sana na waendelee kujitolea kwa kazi hizo. Maana mradi huu, mradi huu ni wa watu wote, sio wa serikali. Watakuja kutibiwa hapa hata kuja mkuu wa wilaya. Tutatibiwa watu wote na kama eneo haya na hata ambao watuishi maeneo haya. Ni kesi umepata jambo lolote basi tutatibu eneo hili. Kwa hiyo waendelee kushika na shughuli za maendeleo kote kwenye idara zote, kwenye elimu, eh, kwenye afya, miundombinu ya barabara miradi mingi sana inakoma kwa sababu hizo hizo nani kwamba tunakuwa na changamoto ya wazabuni pamoja na mafundi kwa hiyo kama tukishapata basi tutakuwa karibu nao sana kwa kusimamia ili tuweze kukamilisha mradi kwa wakati kwa hiyo niombe kwa engineer kuanzia mwanzo kuanzia sasa hivi maana yake yale masharti maelekezo huwa anatolea wakati mwingine basi hapa tuyazingatia ikiwa ni pamoja na material test kama inafanyika mheshimiwa kule nikiangalia matofali na wameshalalamika wa kwamba maji ni shida. Sasa sijui kuungana na ubora wa matofali, tatizo lolote. sehemu mtaassehemu ya kujifunzia kupata maarifa, kuna vitu vya pamoja ambavyo walimu pengine huko shuleni hawakuvipata wakiwa vioni lakini wakifika hapo wanaweza kuviweka wapi, usara kwenye kata wili watatu, wakaja hapo wakapeana ujuzi ak kwa watoto wetu, mambo yaweza kwenda kwenda kwenda sana. Lakini kimsingi hichi ambacho kimebaki hapa, mkurugenzi kisimamia haraka sana e, ili wako kupitia wataalamu wako manafsamanunuzi na mtu wa ujenzi